Kuna mambo mengi kwako unayaona ni magumu, na mengine unayaita magumu, na mengine unasema hayawezekani. Ni kweli mambo mengi ni magumu kwako. Mambo mengi ni magumu kwa baba yako, kwa mama yako, kwa bosi wako, kwa kiongozi wako wa kisiasa. Mambo mengi ni magumu kwa kiongozi wako wa kidini lakini hakuna jambo gumu asiloliweza Mungu wako. Jambo huzidi kuwa gumu na gumu na kompleksi zaidi, kadiri unavyozidi kulibeba na kulibeba na kulibeba na kulichukua wewe jambo huzidi kuwa jepesi na laini na teketeke teke kadiri unavyozidi kumleta Mungu na kulileta kwa Mungu, kwa Mungu, kwa Mungu, linazidi kuwa rahisi. Yesu anasema mtwikeni yeye fedhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yako yote. Hawa jamaa wafalume watatu walikutana na ugumu mkubwa kwa sababu hawakumshirikisha Mungu. Tazama mimi ni Mungu wawote wenye mwili je, kuna neno lolote gumu <coughs> nisiloliweza mimi Bwana? Sasa unaweza ukajichanganya ukasema hapa, Bwana alikuwa naongea na Yeremia, Bwana mambo ya kizamani ya kidini. kumi na tano nne Warumi anasema kila lililoandikwa kwenye maandiko matakatifu iliandikwa kwa ajili yako na mimi ili kwa saburi au vumilivu na faraja ya maandiko wewe na mimi tupate kuwa na matumaini. Kwa badala ya Yeremia, toa Yeremia, weka jina lako. Neno la Bwana likakujia wewe. Je, kuna neno gumu ambalo Mungu wako haliwezi? thelathini na mbili kumi na saba Yeremia anajibu anasema, ha, Bwana hakuna neno gumu usiloliweza. Hili jambo ambalo lilikuwa linatishia kuwaua wafalme wote na wanajeshi wao wote, wafalme wale watatu, wanajeshi wao wote, na mifugo na farasi na ngamia na punda, na, na mikakati yao ya kijeshi, kabla hata hawajafika kwenye lengo lilifanikiwa, lilifanikiwa kufeli tishio la kufa kwao lilifanikiwa kufeli. Ugumu uliyeyuka walipomshirikisha Mungu. Mshirikishe Mungu mambo yako, nawe utauona mkono wake kwenye kila jambo la maisha yako.